Tunatoa pongezi eh, kwa wale wanariadha wa Kenya kwingine, kwa mtazamaji. Huku ulimwengu mzima ukiwa unafuatilia mazishi ya mwenda zake gwiji wa ndondi Mohammed Ali yanayofanyika Louisville, Kentucky nchini Marekani, Mkenya mmoja kwa jina Abdala Kent anajivunia kuwa bondia Mwafrika aliyembwaga Mohammed Ali mwaka elfu kenda mia na themanini. Robinson Okenye alizungumza naye na kutuandalia taarifa ifuatayo moja mia kenda themanini kwenye ziara ya Mohammed Ali nchini Kenya. Bondia mmoja nchini Abdalla Kent, wakati huo alipata nafasi ya kupigana na gwiji huyo kwenye mechi ya kirafiki katika ukumbi wa KCC jijini Nairobi. Lakini je, bondia huyo alipataje nafasi ya kupigana na bingwa huyo? Mimi nilikuja kuona mchezo, nilikuja na mke wangu nimevaa suti. Sasa kufika nao, niliwawachia waliokuwa kwa heavyweight. Walikuwa wamekataa kucheza na mungu. Mohammed Ali. Mheshimiwa Madoka alipokuja kuniomba nikasema hapana. Mimi pia nimekuja ku, kuona mchezo. Mimi nimekuja na mke wangu, unajua niko ngambo. Kasema ndio, lakini tafadhali hakuna mtu ama hivi, vitu wote wamekataa. Kwa hisani yako, kubali tu ufanye naye sparring raundi nne tu alafu mambo itakwisha. Nilifanya tu kafanya sparring. Kent aliwashangaza wengi kwa kumwangusha bondia huyo kutoka Marekani. Kwanza kucheza nikaanza kumpiga tumbo. Sasa nilipokumpiga tumbo raund ya kwanza, raund ya pili nikaambiwa na Madoka, Can't, piga everywhere, piga hata uso. Nikaenda nikampiga tumbo, nikampiga shavu shavu. Nilipompiga hata mimi mwenyewe nilifeel that blow, akaanguka. Sasa alipoanguka alipoamka, alipompiga shingo mpaka m... uso ilifura. Alinipiga shingo pande kushoto, uso wa kulia <laughs> wa kulia nilifura. Alafu baadaye nika, nika, mclinch, nika muuliza, hey, Muhammad, you are hurting me. Akasema, guard yourself guard up. Baada ya pigano hilo mabondia hao wawili waliunda urafiki ambao ulimfaidi Abdalla Kent miaka iliyofuata. Imenifanya nikawa what I am now, sababu hata ng'ambo nikienda huwa napewa treatment ya VIP. Abdallah Kent anasimulia kwamba Mohammed Ali atakumbukwa kwa ukarimu wake na kwa juhudi zake za kutaka kuleta umoja duniani. Robinson Okenye, KTN Michezo.